Umewahi kukaa katikati ya umati wa watu, lakini ukahisi upweke usioelezeka? Sio upweke wa kukataliwa, bali upweke wa kugundua kuwa kelele za nje hazitoshi tena kulisha njaa ya ndani. Kuna wakati unajihisi unabadilika, unapoteza hamu na vitu vilivyokuwa vinaleta msisimuko zamani. Unaanza kupenda ukimya kuliko mabishano. Unaanza kuchagua amani yako kuliko kuwa mshindi. Sikiliza, hiyo siyo dalili ya kupoteza mwelekeo. Hiyo siyo udhaifu, huo ni ukuaji. That's not weakness, that's growth. Unazaliwa upya katika ukimya. Karibu katika safari ya kuelekea ndani kabisa ya nafsi yako. Kukomaa kwa akili na hisia, mental maturity, ni kama mti unaoota katikati ya dhoruba. Mizizi yake haioti kuelekea juu kwenye mwanga pekee, inaingia ndani kabisa kwenye giza la udongo ili kupata nguvu. Kisaikolojia, tunaita huu mchakato ni individuation, ni wakati ambapo unavua maski ambazo jamii ilikuvisha na kuanza kuvaa uhalisia wako. Ni hatua ngumu, inaumiza, inatenganisha. Watu watasema umegeuka, umekuwa mkimya au umepoteza mvuto. Lakini ukweli ni huu. You're not losing friends, you're gaining clarity. Huwi mkweke zaidi, unakuwa mteule zaidi na muda wako. Leo tunatafuta ishara kumi za ukuaji huu wa ndani, ishara kwamba akili yako imeanza kuona yale ambayo macho ya nyama hayawezi kuona. Kabla hatujazama kwenye dimbwi la kwanza la hekima, chukua pumzi ndefu, ruhusu maneno haya yawe kioo cha nafsi yako. Ishara ya kwanza ni kukubali kutokujua, embracing uncertainty. Ishara ya kwanza ya akili iliyokomaa ni uwezo wa kusema sijui. Katika ujana wa akili tunahisi hitaji la kuwa na majibu ya kila kitu. Tunabishana, tunajihami, na tunataka kuthibitisha kuwa tuko sahihi. Lakini kadiri unavyokuwa kiakili, unagundua kuwa ulimwengu ni mkubwa mno kwa akili yako ndogo. Kisaikolojia hii inaitwa intellectual humility. Watu wenye akili iliyokomaa hawajihisi kutishiwa na mawazo mapya au kutokuwa na uhakika. Wanajua kuwa ego au nafsi ya juu hupenda kudhibiti kila kitu, lakini roho hupenda kujifunza. Kiroho huu ni unyenyekevu, ni kutambua kuwa wewe ni tone moja kwenye bahari kuu. Unapoacha kulazimisha majibu maisha huanza kukupa maana. Unajifunza kuishi kwenye maswali badala ya kukimbilia majibu yasiyo na msingi. Unapofikia hatua hii, utulivu wa ajabu unakuingia. Huogopi tena kesho, kwa sababu unajua kuwa kutokujua ni mlango wa hekima mpya. Kama unahisi maneno haya yanazungumza na sehemu fulani ya ndani ya moyo wako ambayo imekuwa ikitafuta majibu, karibu ujiunge nasi katika safari hii ya utulivu. Gusa alama ya kusubscribe na uwe sehemu ya familia hii inayotafuta nuru katikati ya giza. Ishara ya pili ni pale unapotambua kuwa siyo kila jambo linahitaji maoni yako, siyo kila dhihaka inahitaji jibu, na siyo kila kosa linahitaji marekebisho. Zamani ulihisi hitaji la kujitetea wakati unapoeleweka vibaya, lakini sasa unaanza kuelewa kuwa ukweli hauhitaji mwanasheria. Ukweli unajisimamia. You're not losing your voice, you're discovering the weight of your words. Kisaikolojia, huu ni uthabiti wa kihisia, emotional regulation. Unapoacha kuguswa na kila kichocheo cha nje Unahamisha udhibiti wa maisha yako kutoka kwa watu wengine na kuuleta ndani yako. Huu ndio msingi wa Stoicism, kutofautisha kati ya yale unayoweza kudhibiti na yale usiyoweza. Spiritual reflection, kiroho, ukimya ni lugha ya Mungu. Unaponyamaza, unaruhusu sauti ya ndani kusema. Unajifunza kuwa amani yako ni ya thamani kuliko kuwa mshindi kwenye mazungumzo yasiyo na tija. Unachagua amani badala ya ushindi. Ishara ya tatu ni kukumbatia upweke, befriending solitude. Kuna tofauti kubwa kati ya kuwa mpweke, lonely, na kuwa peke yako, solitude. Ukuaji unakuja pale unapoacha kukimbia upweke kwa kutumia kelele za simu, mitandao ya kijamii au kampuni ya watu wasio kujenga. Unajipata unatafuta muda wa kuwa peke yako na mawazo yako. Unaanza kujifunza kujipenda, si kwa sababu ya mafanikio yako bali kwa sababu ya uwepo wako. Wanasaikolojia wanaita hali hii self actualization. Uwezo wa kufurahia uwepo wako mwenyewe bila hitaji la kuthibitishwa na wengine ni ishara ya afya ya akili iliyokomaa. Inamaanisha umeacha kujikimbia, umeanza kuwa rafiki wa mtu uliyemkwepa kwa muda, wewe mwenyewe. Kiroho, upweke ni bustani ambapo nafsi huchanua, ni mahali ambapo unakutana na nafsi yako ya kweli mbali na matarajio ya ulimwengu, unagundua kuwa you're not alone, you're finally with yourself, na hiyo ndiyo kampuni bora zaidi unayoweza kuwa nayo. Ishara ya nne: ni msamaha usio na masharti, radical forgiveness. Ishara ya nne ni nzito kidogo, ni msamaha, lakini siyo ule msamaha unaosubiri kuombwa radhi. Ni msamaha unaoutoa kwa ajili ya uhuru wako mwenyewe. Unasamehe watu waliokuumiza na hawakuwahi kusema samahani. Unasamehe hali zilizokurudisha nyuma. Unajifunza kuachia kinyongo, sio kwa sababu kile walichokifanya kilikuwa sawa, bali kwa sababu unakataa kubeba mzigo wa chuki kwenye safari yako ya sasa. Kisaikolojia, kushikilia chuki ni sawa na kunywa sumu na kusubiri mtu mwingine afe. Akili iliyokomaa inaelewa kuwa chuki ni kamba inayokufunga na yule aliyekuumiza. Unaposamehe, unakata kamba hiyo na kurejesha nishati yako, cognitive energy, kwenye mambo yanayojenga maisha yako kiroho. Msamaha ni tendo la kishujaa, ni kutambua kuwa sote ni binadamu wenye mapungufu tunaoelekea kwenye nuru kwa hatua tofauti. Unapoachia, unatoa nafasi kwa neema kuingia. Unajifunza kuwa forgiving isn't forgetting it's remembering without pain. Kuna uhuru wa ajabu unaokuja pale unapoacha kuishi kwa ajili ya makofi ya watu. Ishara ya tano ni pale sauti yako ya ndani inapokuwa na nguvu kuliko sauti za nje. Zamani furaha yako ilitegemea like kwenye mtandao, sifa kutoka kwa bosi, au kukubalika na familia. Lakini sasa unajua kuwa thamani yako haipungui kwa sababu mtu hawezi kuiona. You're not becoming arrogant, you're becoming anchored. Psychological explanation: kisaikolojia tunaita huu ni mabadiliko kutoka external locus of control kwenda internal locus of control. Akili iliyokomaa inatambua kuwa kujenga nyumba yako kwenye maoni ya watu ni kujenga juu ya mchanga. Unapoanza kujithibitisha mwenyewe, unajenga juu ya mwamba ambao dhoruba za kijamii haziwezi kuutingisha. Spiritual reflection: kiroho, huu ni wakati ambapo unagundua kuwa wewe ni kazi ya mikono ya ulimwengu masterpiece. Huhitaji nakala ili kuthibitisha asili yako. Unapoacha kutafuta nje, unajipata ndani. Unajifunza kuwa the only approval you truly need is the one you see in the mirror at 3 am. Ishara ya sita ni kukumbatia maumivu kama mwalimu, pain as a teacher. Ishara ya sita ni mtazamo wako juu ya mateso. Badala ya kuuliza kwa nini mimi, unaanza kuuliza hii inanifundisha nini? Unagundua kuwa maumivu sio adui wa furaha, bali ni mbolea ya ukuaji kila jeraha ulilo nalo lina hadithi na kila hadithi imekupa nguvu ambayo hukuwa nayo hapo awali. You're not breaking down, you're breaking open. Psychological explanation: Hali hii inaitwa post traumatic growth ni uwezo wa kisaikolojia wa kutumia uzoefu mgumu kama daraja kuelekea kwenye ufahamu wa juu. Akili iliyokomaa haikimbii maumivu kwa kutumia uraibu au starehe za muda mfupi inakaa na maumivu hayo mpaka yatoe siri ya hekima iliyofichwa ndani yake. Spiritual reflection. Kiroho huu ni alchemy ya nafsi, ni kugeuza risasi kuwa dhahabu. Unatambua kuwa bila giza la usiku tusingeweza kuona uzuri wa nyota. Maumivu yanakusafisha, yanakutoa maganda ya nje ili kiini chako cha kweli king'ae. Ishara ya saba, ni mipaka ya upendo. Kukomaa kunamaanisha kujua mahali unapoishia wewe na mahali yanapoanzia mwingine. Ishara ya saba ni uwezo wa kusema hapana bila kujihisi mwenye hatia. Unajifunza kuwa kusema hapana kwa wengine mara nyingi ni kusema ndio kwako mwenyewe. Huu siyo uchoyo, ni utunzaji wa bustani yako ya ndani. Huwezi kuwanywesha wengine ikiwa kisima chako kimekauka. Psychological explanation: kuweka mipaka boundaries, ni ishara ya juu ya self respect. Kisaikolojia, watu wasio na mipaka huishia kuwa na msongo wa mawazo na uchungu resentment. Akili iliyokomaa inaelewa kuwa upendo wa kweli huhitaji kujipoteza. Unapoweka mipaka, wanawafundisha watu jinsi ya kukupenda kwa heshima. Spiritual reflection: kiroho mwili na akili yako ni hekalu. Sio kila mtu anastahili kuingia patakatifu pa patakatifu. Kuweka mipaka ni kito cha kulinda nuru yako isiingiliwe na giza la wengine. Unajifunza kuwa your peace is a priority not an option. Ishara ya nane ni utulivu wa muda. Umeacha kukimbizana na maisha kana kwamba ni shindano. Unatambua kila kitu kina majira yake kama vile mti usivyokimbizana na mti mwingine ili kutoa matunda. Unaanza kuifurahia safari, sio tu kituo cha mwisho. Unaanza kuona uzuri katika vitu vidogo: kikombe cha chai, harufi ya mvua au tabasamu la mgeni. You're not falling behind, you're walking at your own pace. huku ni kuishi kwa sasa, mindfulness Kisaikolojia, wasiwasi, anxiety, mara nyingi ni kuishi kwenye maisha ya baadaye yasiyokuwepo. Akili iliyokomaa inarudi hapa na sasa, inatambua kuwa maisha hayatokei huko, yanatokea hapa. Kiroho, hii ni imani, ni kuamini kuwa ulimwengu una mdundo wake, na wewe uko sehemu ya mdundo huo. Unapoacha kuharakisha, unaruhusu miujiza midogo ionekane. Unajifunza kuwa patience is not the the ability ability to to wait but the ability to keep a good attitude while waiting. Ishara ya tisa ni pale hasira yako kwa watu inapoanza kugeuka kwa huruma. Unapoanza kuona kuwa watu wengi wabaya ni watu tu waliojeruhiwa na maisha. Badala ya kuhukumu tabia zao, unaanza kuona maumivu yaliyojificha nyuma ya tabia hizo. Hii haimaanishi unaruhusu wa kuumize. Hapana, inamaanisha unaelewa kuwa kila mtu anapigana vita ambayo huijui. You're not becoming soft, you're becoming wise. Kisaikolojia, hii ni hatua ya juu ya emotional intelligence. Akili iliyokomaa inatambua kuwa tabia za watu ni matokeo ya malezi, majeraha ya utotoni au trauma na hofu zao. Unapoacha kuchukulia kila kitu binafsi au personalization unajiondoa kwenye gereza la chuki na kuingia kwenye ulimwengu wa uelewa kiroho. Huu ndio umoja wa nafsi, unatambua kuwa sote ni viungo vya mwili mmoja wa ubinadamu. Unapomwona mwenzako kwa jicho la huruma, unajiponya mwenyewe pia. Unajifunza kuwa to understand everything is to forgive everything. Ishara ya kumi ni kuachia udhibiti au surrendering control. Narration. Ishara ya mwisho na labda ndiyo ngumu kuliko zote, ni kukubali kuwa huwezi kudhibiti kila kitu. Ni ujasiri wa kuachia matokeo ya juhudi zako mikononi mwa ulimwengu. Umekomaa pale unapotia bidii yako yote, kisha unarudi nyuma na kusema nimefanya sehemu yangu, mengine yaachiwe maisha. Huu sio ukosefu wa malengo, ni imani iliyopitiliza. You're not giving up. Kisaikolojia hali hii inaitwa flow state au radical acceptance. Kisaikolojia, hitaji la kudhibiti kila kitu ni chanzo cha msongo mkubwa wa mawazo. Akili iliyokomaa inajua mapaka yake, inajua kuwa mapambano dhidi ya uhalisia au fighting reality ni mapambano ambayo huwezi kushinda. Unapokubali uhalisia, unatumia nishati yako kujenga sio kupigana na kivuli kiroho huu ni unyenyekevu mkuu ni kusema mapenzi yako yatendeke unatambua kuwa wewe ni mpitaji na maisha ni mtiririko unapoacha kupigana na mkondo unagundua kuwa mkondo wenyewe ndio unaokubeba kuelekea kule unakostahili kwenda hitimisho safari haiishi ukuaji wa ndani sio kituo cha mwisho unachofika na kupumzika ni mchakato wa kuchubuka na kuota ngozi mpya mara kwa mara. Kama umejiona katika ishara hizi, nataka ujue jambo moja: unafanya vizuri. Yale mabadiliko unayohisi ndani yako, ule uoga, ule ukimya, ule hitaji lile la kuwa peke yako, yote ni sehemu ya mpango mkuu wa nafsi yako. Usikimbilie kuwa mkamilifu, kubali kuwa halisi. Kumbuka: You are not losing anything that was meant for you. You are only shedding what no longer fits the soul you are becoming. Nenda kwa amani na uendelee kukua katika utulifu. Asante kwa kusafiri nami leo. Ikiwa maneno haya yamekuwa chakula cha nafsi yako, usiondoke bila kuacha alama. Subscribe, gusa kengele ya taarifa na kuandika neno amani kwenye sehemu ya maoni ikiwa umefika mwisho wa safari hii. Hadi wakati mwingine, baki katika utulivu wa ndani.